Je, unafahamu unaweza kujikinga dhidi ya VVU na UKIMWI? Virusi <muchos> vya UKIMWI VVU na UKIMWI bado ni changamoto kubwa ya kiafya duniani. Hata hivyo, maendeleo ya kisayansi na teknolojia yameleta suluhisho madhubuti za kujikinga na maambukizi. Miongoni mwa njia hizi ni matumizi ya PrEP, yani kingamwili kabla ya maambukizi, na PEP, yaani kingamwili baada ya maambukizi. Hebu tuangalie kwa undani jinsi inavyoweza kujikinga na maambukizi ya VVU kwa kutumia mbinu hizi, nikianza na njia ya kwanza ambayo ni PrEP. krefu chake ni pre-exposure prophylaxis, ambayo ina maana ya kinga kabla ya kuambukizwa. PrEP ni dawa inayotumika na watu ambao hawana maambukizi ya VVU, lakini wako kwenye hatari kubwa ya kuambukizwa dawa hii huchukuliwa kila siku na imeonyesha kuwa na ufanisi wa zaidi ya asilimia 90 katika kuzuia maambukizi ya VVU kupitia ngono na asilimia 70 kupitia maambukizi ya sindano za madawa ya kulevya. Ni nani anafaa kutumia PrEP? wafuatao wanafaa kutumia PrEP: moja, watu walio na mwenza mwenye maambukizi ya VVU; mbili, wanaofanya kazi ya ngono tatu. wanaotumia sindano za madawa ya kulevya. nne. wanaofanya ngono bila kinga mara kwa mara. Faida za PrEP: faida ya kwanza inapunguza hatari ya maambukizi ya VVU kwa kiwango kikubwa, lakini pia faida ya pili inatoa uhuru wa kuishi maisha bila hofu ya maambukizi. Aina ya pili ya dawa ni PEP, yani post exposure prophylaxis, inayomaanisha kinga baada ya kuambukizwa. PEP ni dawa inayotolewa kwa dharura ndani ya saa 72 baada ya mtu kuwa kwenye hatari ya kuambukizwa VVU. Dawa hii inachukuliwa kwa muda wa siku 28 mfululizo na inapaswa kuanza haraka iwezekanavyo baada ya tukio. Hii ina maana kuwa ikiwa umeshiriki ngono na mtu ambaye ana maambukizi tayari ya VVU, basi utaanza kutumia dawa hizo kabla masaa 72, na itakuwa mfululizo wa kutumia dawa hiyo mpaka kwa siku 28. Ni nani anafaa kutumia PEP? Wafuatao wanafaa kutumia dawa aina ya PEP. Mmoja ni watu waliopata jeraha la sindano yenye damu yenye VVU Mbili ni waliobakwa au kushiriki ngono bila kinga na mtu mwenye maambukizi ya VVU, na tatu ni waliopata ajali ya kugusana na damu yenye VVU. Faida za PEP: faida ya kwanza, inapunguza uwezekano wa maambukizi ya VVU ikiwa itaanza kutumika mapema. Na faida ya pili, inatoa nafasi ya pili ya kujikinga baada ya tukio la hatari. Mbali na PrEP na PEP, kuna njia nyingine za kujikinga na maambukizi ya VVU au ukimwi. Moja ni matumizi sahihi ya kondom, mbili ni kupima mara kwa mara hali ya VVU, tatu ni kutochangia vifaa vyenye ncha kali kama sindano na wembe, na nne ni tohara kwa wanaume, ambayo imeonyesha kupunguza hatari ya maambukizi kwa asilimia 60. Hitimisho. PrEP na PEP ni suluhisho la kisasa linalosaidia kupunguza maambukizi ya VVU au UKIMWI. Ni muhimu kwa kila mtu aliye katika hatari ya maambukizi kufahamu na kutumia mbinu hizi. Dawa hizi zinapatikana katika vituo vya afya karibu vyote. Kwa msaada zaidi, tembelea kituo cha afya kilicho karibu nawe au wasiliana na mtoa huduma wa afya. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii